Hello, habari aa, mimi ni mteja wa Dr. Seif, yupo Chamanzi huku kunaelekea Mbande. Nimetumia dawa za uzazi sasa hivi na wiki tayari wiki wiki kama na siku mbele hivi manake hata siku kumi na tano bado hazijafika, siku kumi na tano bado hazijafika. Amenipa dawa kama aina moja, mbili, tatu, nne, tano sita hizo dawa zimenisaidia sawa. So, nilikuwa na changamoto ya uzazi fomo uzazi kwa wanawake. Kusema kweli, nilikuwa na umwa na umwa naumwa na umwa takribani miaka kama kumi, nilikuwa natoka uchafu mwingi ukeni na miwasho na harufu mbaya kama ng'onda, yani nilikuwa so, na nuka, nilishauza tayari sawa. Sasa nikupita pitapita zangu nikakutana na Dokta Seif Nikamwelezea changamoto yangu pale ofisini kwake, aliniambia niende ofisini kwake, nikaenda, akanielekeza kutumia zile dawa. Kweli nikatumia vile alivyonielekeza, nikikosea nampigia simu ananielekeza. Nikatumia huko Kenya, ule uchafu ambao ulikuwa unatoka, nilikuwa sivai chupi tu, nilikuwa navaa mpaka na pedi kwa jina, ule uchafu ulikuwa unamwagika na pedi napedi natoka kwa sababu ilikuwa inanuka, pedi kukaa na wenzangu hivi hivo, na nahisi nanuka, nahisi kama nitasemwa sasa. Ya, ule uchafu umekuwa umekauka, baada ya kutumia zile dawa umekauka. Ule uchafu unatoka wenyewe nikienda wenye, nikenda choo nikijisaidia natoka wenyewe, au la nikienda kuvua chupi umekauka. So, unatoka na mwagika, na ile miwasho miwasho imepungua uchafu hautoki ule wa kuchirizika kama mamtindimtindi mtindi, kama majimaji maji fulani yatoki tena, ukiwa wangu muda wote ni msafi. Ile dawa, kuna dawa moja ina gharama sana ya kuramba ramba, sawa, lakini ile dawa na asilimia mia, mia ile bwana ni nzuri sana, imenisaidia sana ile dawa, ingawa ina gharama lakini matokeo nimeyaona, na yale nisisiza usikose kuchukua hii dawa kweli. Nikupo na safari zangu za mikoani, lakini nikasitisha nikawa nafikiria nikifika ukoja, nimezidiwa hali mbaya, dawa Dar es Salaam. Hapana mimi safari nimesitisha, nikasema ngoja nikachukue dawa. Nikajitoa kweli, nikashika kama laki tano hivi, nikafika pale yaani hela yangu imebaki sawa. Katika dawa nilizochukua hela yangu imebaki kiasi bako, jia, hapa na pale, lakini matumizi mimi nimefanyaje? Nimepata dawa nimetumia. Je, ningeenda safari ningekuwa hai? Sidhani kama ningekuwa maana manake hali yangu ilikuwa ni mbaya mbaya Tumbo linanuma natoka uchafu tu, kasema mimi tu wakufa basi, lakini zida, kusema kweli, zinatibu sana, sana, sana, sana. Nikizimaliza umwezi, hata nipate ile ya kuramba niko tayari, nije kuchukua ta ile tu niwe natumia ile. Lakini kusema kweli sasa hivi uchafu sitoki, uchafu unaotoka sasa hivi ubaki mchache, yale ambayo ananii ma, ma, mare kama ukoko ugali ambao umekauka juani Ndo inayotoka sasa hivi, ndo inayotoka sasa hivi. Lakini kusema kweli niko vizuri kwa sasa, sinuki tena. Asante sana dokta Seif, nakushukuru. Mwenyezi Mungu akubariki, Mungu akupe moyo huo hu ma mgonjwa achukue hizo dawa akatibike kama nilivyotibika, kama ulivyonitibu mimi. Nakushukuru sana, asante.